Na serikali inaendeleza ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme kupitia miale ya jua kule Baricho, kaunti ndogo ya Malindi ili kutatua changamoto za uhaba wa maji unaoshuhudiwa mara kwa mara katika kaunti za Kilifi na Mombasa. Hatua hiyo inalenga kutumia nishati ya jua kupiga maji badala ya umeme wa kawaida, kutokana na madeni makubwa ambayo yamekuwa yakiathiri shughuli za usambazaji maji maeneo hayo. Aidha, migogoro kati ya kampuni ya usambazaji maji ya Kenya Power, ya usambazaji umeme kum mradi Kenya Power na serikali za kaunti kupitia kampuni za maji inatazamiwa kutatuliwa punde tu mradi huo wa solo utakapokamilika. Kilifi, tunahitaji zaidi ya 110 million liters kwa siku. The source hapa Baricho tunapata 80. Sasa hiyo bao lingine kingine itakuwa 90 million liters kwa siku, na hayo maji yanakuwa shared between Kilifi na wapi? na Mombasa. The biggest percentage inaambua around 63% inakuja hapa nyumbani Kilifi County. Hivyo rationing kwa sasa itakuepo. Tunakubaliana kwamba watu wa Coast Water waende watengeze program, wapatane na mamaneja wetu wa makampuni, waeleze raia siku hii maji mtapata. Siku hii pande hii haiko. Lakini iwe siku ikiambiwa inapatikana inapatikana. Yeah. Siambiwe siku hii leo ni agongoni, kifika hiyo siku hakuna. Kwa hivyo tujue siku hii ikiambua ni ya sehemu hii, lazima iwe sehemu hiyo. Tukiambua siku hii ni ya sehemu hii, iwe sehemu hiyo, ili tutatue hili tatizo.